Oh, Bana <tipos> hili pishi kitaalamu naitwa Faransa Fruit salad. Fruit salad. <tipos> Yani, wa wanaitaga salade fruit, bawewe wenyewe tende yes, kushika kamera au utakuja tushirikiane. Mambo vipi tena, mtazamaji wa Mastaz TV. naitwa Alex Ali 26 kitengo ndo baba baa nyuma ya kamera ndiko na kabaisa, mtumbadi mmoja kati ya vijana ambao wamefanya niwe hapa bwana. Leo tuko sem fulani hivi kitaalamu panaitwa Kukazuba ni moja kati ya hoteli ambayo ni maarufu sana kwa hapa kwetu kambini, pia inafanya vizuri sana kwenye huduma ya chakula na kila kitu bana. Leo tuko na meneja, meneja kama bosi okay. na kuna vitu vingi sana nimeviona hapa ndio maana natamani leo tuhusike na hili hapa. Baba size kwanza. safi. unasemaje? Ah, kidogo kidogo. naona bosi. tunamshukuru Mungu. mm. yeah. Sasa labda watazamaji wangetamani kujua majina yako. Unaitwa nani? Uh, naitwa Ashley ni Nkunda mm -hmm. ni... Yeah. Okay, yeah. Yeah. Bwana, kuna, kuna hii Kukazuba maana yake ni kwanza Kukazuba? Oh, Kukazuba ni neno, oh, tulitoa. Yeah. kwa lugha ya Kiingereza ni Sunshine Restaurant. So Sunshine Restaurant kwa Kirundi lazima utapata hilo neno hiyo mwanga wa jua ambao kwa yeah. sun. hiyo na Kiswahili kwa chini. Na Kirundi. Yeah. Kirundi, okay? Yes. Mm. Uh, lugha mama hapa ama official language hapa kambini mm, ni Kiswahili. So ndio maana uh, maelezo yako kwa Kiswahili, lakini jina tukaona ah, tuliweko kwa Kirundi sababu, okay, tuko Burundian side huko. Okay. So hivi kwa kwa sasa hivi una muda gani na hiyo restaurant yako? Oh, nafikiri na kama miaka minne hivi tokea nimeomba kibali cha kuendesha hizi huduma Okay. Ni, niliomba mwaka 2020. ishirini -20. mm. so nikapewa kibali na MHA ile ofisi kuu pale. mm. so niliendesha, nikasimama, niliendesha nikasimama, lakini niona, ah, ngoja niendeleze tu hata nikiwa mazingira ya nyumbani kwa sababu ukifanya nyumbani hamna shida. Hamna shida. Yeah, okay. yeah. Lakini kabla ya hapo ulianza kwanza kuajiriwa. nilianza yeah, kuna sehemu nilikuwa nimeombea kibali pale Kukazuba penyewe mm. so nilivyoomba kibali nikatengeneza hoteli ama restaurant pale. So oh, baadaye oh, ikaja taratibu, kwamba tutoe tu barabarani, tufunge tupeleke, yeah. tu, mm. kwetu. So ndio maana nikaboresha boresha maeneo ya nyumbani sasa hivi, so, pako toshwali yeah. <coughs> so, ninaendelea hivyo. Labda, labda, hii restaurant ni mm. swala ambalo wewe umelisomea sana? Yeah. Haen, kitu uh, nilisomea mambo ya hotel management lakini kwa hapa huwezi ukaanzisha hoteli kubwa, lazima makamgaa watu kadogo. Labda huduma zetu hapa zikoje? Oh, uh, huduma ni nyingi uh, lakini sana sana tuna base na zile huduma za kawaida zile za msingi hmm. lakini huaga tunafanya hata zile huduma kubwa kwa oda kwa mfano, ndo maana naona mm. Tuna menu, tuna hii ni, ni lunch, o, ama din dinner menu mm. Lakini tunakuwaga na breakfast menu hawajaileta lakini ipo. Tunafanya huduma za hoteli kubwa kwa oda, lakini kama hamna oda, tunafanya zile huduma za kawaida ambazo ni wali, maharage, wali nyama, supu mm -hmm, o, supu chapati, unaona tuna kama mikate, tuna huduma zile ndogondogo, lowe, yani zile za kwetu za kwetu eh. Lakini mtu yeah, anaweza kaja bana, nahitaji nitumie hiki na hiki mm, kinanichukua gharama gani, unaweza kunitengenezea kila kitu? Tunamtengenezea vile okay, vile hoteli kubwa yeah bana hapa hapa hapa kwetu, mara nyingi waga kuna pati pati hizi mm, hivi wisha kutokea, wakakuchukua bana, mjoo usimamie hapa kwenye upande wa chakula ya. yeah, yeah, sio watu tu wa kawaida, nilikuwa na aliko mpaka na mashirika mm -hmm. Uh, shirika kama IRC uh, zipo shirika kama IPA, Help Age International, yani kuna mashirika fulani yalisha, hata MTI kule, okay, walishanipa matenda ndio tupikie mm. chakula, tuna semina ya watu kadhaa. uh, yes, ni kunishafanya hayo mambo miaka mm. sana ninafanya hayo mambo yes, yeah, na, yeah. Na huu ubunifu ulitoa wapi? Ubunifu kama unavyosema, nilipitia shule ya hotel management kwa sababu mimi mm. nilisomea mambo ya linguistics, lakini baadaye eh, nikajiunga na hotel management. Mm. najua ili nitinge pote pote so, najua vibarua tena vya huko mm -hmm. so ni, ni taaluma niseme hivyo, so kwa sababu ni tayari ndo kazi yangu mm, ndo taaluma yangu. Uh, lazima ukae unaonyesha kile ulichokisoma, so muda mm, mwingine nakaa nasome nafanya hivyo kama sehemu niseme, uh, ya kujifurahisha okay, na vilevile vile sehemu ya kupata kipato kwa sababu ndo fani yangu ndo kazi yangu, kwa lazima nifanye tu. Tuulize hili hapa, kuna namna pengine mteja mm, anaweza kataka ili ndo vile asubuhi, okay. na kuna ushasema asubuhi, kuna namna mm. asubuhi ashazoea, kuna uga, kuna chai mm. ni vitu vya motomoto moto, tuseme, okay, okay, lakini inafika stage yeye, kuna namna asema, mimi hata ningetamani nipate ugali yep. ugali aidha ugali na nyama, ugali na samaki, yaani vyovyote hivi, kama unafanyaje kama havipo? yeah, kama havipo hiyo inakuja ni order mm -hmm. kwa hiyo tunafanya kama oda tunamfanyia hmm. Anafanya oda ilimradi tu, uh, itakuwa tofauti kidogo kwa sababu lazima uh, hivyo vitu vingine vya Western, vya kawaida hmm. Vinakuwa ni ready made, vinakuwa tayari vipo hmm. Lakini kama ni hiyo oda, tunamtengenezea hiyo oda, anasubiria kama dakika fulani tu hmm. Lakini chochote mteja anachokuja akikihitaji, kama kipo kwenye uwezo wetu Anakipata. Anakipata. Japo, lazima tavumilia huo muda wa kusubiria kidogo, kama dakika like kumi tano ngapi, kutokana na aina ya huduma yeye aliyoiomba, yeah. Tuko vizuri. Kuna, kuna, kuna, kuna mara nyingi nishazoea migahawa ya hapa kwetu, sawa. Kuna ile asubuhi wanashazoea chapati mm, chapati maharagi na chai mm, wali maharagi okay, na chai kwa hiyo okay. Sasa hapa nimeona kitu fulani hivi cha tofauti kidogo mm, nimeona Sawa, kongoro, sawa nishaui kuziona okay. Lakini kuna kitu kimeingiliana kime mm -hmm. Kitu kama kisamvu oka, hicho kituye, yeah, oh, sisi waga tunapika kisamvu kama mboga za majani okay. lakini oh, waga vile vile tuna Uh, customer complaint, yani complaint, wateja huaga mm, wanalalamika bwana tutengenezee kongoro ambayo imechanganywa na kisambu, yeah. So ni maoni ya wateja, maombi ya wateja mm, ndo tunahuaga tunaenda nayo kwao wateja waliomba sana tuwape kongoro ambayo imechanganywa na kisambu, yes. Hata mahoteli makubwa, uh, tulishawahi kuwa tunatumia hivyo, mm. so, unajua hapa tuna a, tabaka za watu mbalimbali. Mtu ametoka Bujumbura, mtu ametoka Kisangani, ki sijui wapi, mama Uvira, mama Uvira, sehemu kubwa kubwa Kinshasa, wapi mm. so ameshazoea ya kupata yale mambo okay. na hapa angetamani ange ayapate, so mm. tukiona mapendekezo ya wateja ni mengi ama wanaramika sana mm -hmm. tumeamua tuaanzishie hicho kitu hivi yeah. una wateja wangapi ambao bana wamekufanya wewe ufanye umixi kongoro na kisamvu. walikuwa kama wateja? O, wateja ni wengi kwa sababu, kwa mfano kama huu ugali wa mhogo hmm. uh, sisi tumezoea huu ugali wa dona sema yes, wa mahindi so okay. ndo popular ndo, ndo, ndo ugali ambao kila mtu anatumia so wale kule tulikotoka wao wanapenda ugali wa mhogo tupia wa mhogo, so, mhogo. So, unakuta uh, asilimia ya sabini ya wateja wetu wa kwa mia wao wanaomba huo ugali, so ukiangalia kama thelathini wa wanatumia ugali wa uh, dona na sabini hata kama wa, wa okay. Okay, sabini ni nyingi um. um. kwa nimeamua tu, tuanzishe na hilo kitu kwa ku keep wateja wote tunaikabili wa okay. yeah, yeah. Sa, vipi sasa sasa, kwa mfano chakula tumekipika ni kingi sana mm. Alafu wateja ndio hivyo, siku hiyo wakuja wengi. Kuna uh, kile kisamvu lazima yes. kitalala okay. Kuna ugali lazima utalala mm. Kuna pia kuna mboga, kuna wali mm. Kuna chai yep. Nadhani kuna namna fulani u, u, kuna uchachu lazima uingie menda. Yeah, sisi uh, kama ulivyowahi kuona tunadili na uh, technology iliyopo mm -hmm. uh, simu si mitandao so tuna namna ya kuboresha huduma zetu kwa mtandao, yani kuzitangaza, ni sema hivyo mm -hmm. So na chakula chetu kina uwezo wa kukaa masaa kadhaa, hakijapoa, maximum masaa kumi. Hizi hotpot ni nzuri sana mm -hmm. masaa kumi zinakuwa kiko vizuri, so tuna wateja wengi kwa sababu tunatumia uh, technology kutangaza mitandao nini mm. kwa hiyo hakiwezi kulala, lakini endapo inaweza katokea kimelala mm. Uh, ijapo tuna ma hotspot lakini hatu, hatutumie, hatuhudumii wateja chakula cha jana. Hapana, tuna uh, kimwaga haijawahi kutokea kwamba tumwage kutokea chakula wateja wamekosekana. Hapana, sisi ni maarufu hapa, mm. Na nadhani huduma zetu ni za kipekee, kwa hiyo watu waga wanazielewa wakweingia so mm. mara nyingine huaga tunamaliza mapema kabisa mm. Ah. tuseme kuna namna fulani unapika chakula cha kadiri na watu wako aidha wateja wako yep, yep. Lakini huaga mimi nazidisha kwa sababu mm. wa, wateja wa mgahawa si wale, wale. mda mm -hmm. Wengine anakuja mteja ambayo ndo mara yake ya kwanza, kwa hiyo unakuwa unajiandaa na wale wateja wa baadaye, kwa hiyo mm. huaga nazidi, nazidisha na kinaisha Yeah, kwa hiyo huaga na anabakia tu ah, mbona kimeisha mapema leo? Lakini kuogopa hizo asala za kesho kilale mm. na, na spiki kingine mm. naacha tu kinaisha. Ndio hiyo, kuna namna nimesikia kwamba <coughs> una unaweka una, una kongoro, yaani ukinunua kongoro ya kisamvu napewa na ofa ya, ya chai yep, yep. kwa, kwa, hichi kitu kwa nini ni, ni moja ya um, style ya uh, Maku, kuboresha soko yaani kuboresha wateja wa, muda mwingine wafurahishe, muda mwingine waongezeke vitu kama hivyo yes. So, esso ni nin, njia ya kuhamasisha wateja wetu wa yeah, leo wamekuja wametulipa sawa, kesho natakiwa na sisi tuelewe ile hali yao ya, ya uteja mm. Tuwatoe hata chai na isitoshe hii menu ya kongoro na chapati kwa mfano, ambaye kongoro imemixiwa na kisamvu, so, ni mm. so, yani. Kitu ambacho tulikuwa hatufanyi kwa sababu tuko tuna kiintroduce kitu kipya kitoke zaidi kwa sababu ni mpya, yeah. Au kuna mahali, kuna shamba. Hapana, kisamvu tunanunua ya yeah, asilimia kubwa ya, yeah. ya bidhaa tunazozitumia hapa ya tuna, tuna zinunua yeah. Hakuna ambacho tumelima mm. We wish tungelikuwa labda tunalima sehemu lakini, mm. ni wachache wenye huo uwezo yeah. kwamba tuna sehemu ya kulima, hatuna wanasemaga. yeah. yeah. mm. Bana, hoteli ikiwa iko vizuri sana mm. kuna namna fulani na uwekezaji wa mashamba kwa mfano bana kama hivi ulivyo hmm. Ukisema upate mahali umeweka tengeza bustani yako ya shamba. Okay, yep. ya bidhaa bidhaa kama yep, hivi yep. Kwa hiyo inakuwa inasaidia sana yani, ile pesa matumizi ya pesa yanakuwa ni madogo sana, so vingi unakuwa unavyo. Kwa hiyo plan bado uh, haijafikia bado, uh, plan hiyo tunayo kwa mbele maana hmm. Kwa sasa bado tunatumia resources ndogo tulizonazo kwa sababu hmm. hatukuanza hiki tukiwa na resources kubwa resources zote bado ni kidogo, kwa hiyo tunatumia hiki hiki kidogo, tunategemea tupate tulangue tuuze, tupate tulangue tuuze. Kwa hiyo uh, tutakapokuwa na kuwa uh, restaurant kubwa, huenda tutakuwa na hiyo miradi, lakini kwa sasa hivi uwezo bado bado badomtu yeah. Ambie changamoto changamoto, sasa changamoto oh. za kazi yetu ikoje yeah. aidha na zikipatikana tunazikabili vipi? Yes, changamoto hazikosi kwa kila biashara. Mm-hmm. Yes, unaweza uh, langua ukamkachukua bidhaa ambayo kwa mfano kama maharage. Mm. Unakuta maharage ni kuku ni kukuu, yanaiva yanatumia muda mrefu kuiva, kwa hiyo hapo utatumia kuni nyingi ambazo ukiangalia kipato hakiendane na faida utakayoipata. So utapunguka kidogo, utapungua kidogo. Kipato kitapungua. So kitu kingine ni Uh, kama ulivyosema awali kwa swali lako kwamba kikipikwa na kikalala mm -hmm. Ijapo haijanifikia lakini, huaga tunajua inaweza katokea. Yeah, katokea. Yeah, so ikitokea kimelala mm -hmm. Uh, una unabidi uongee na wale wafugaji ambao mifugo yao ina uwezo wa kula kile chakula. Kwa mfano nguruwe? Yes, na vingi vingine mimi sijui. Wana uwezo wa kununua, yes, ile bidhaa iliyolala. Kwa hiyo unaweza ukafaidi kidogo ukawauzia mm -hmm. Na ikaziba uh -huh, kidogo. Kitu kingine ni wateja uh, wanapatikana kwa awamu. Kwa unaweza ukapika, unaja nawategemea sasa hivi waje wamalize wa <coughs> so, ni pike kingine ambacho nimenani, so wakaja ku, ku, kufika, masaa yameenda, so kusema upike kingine haiwezekani kwa sababu masaa yameenda. So unajikuta kuna baadhi ya wateja watakuja watakosa huduma <coughs> na wakati sawa, bidhaa ulikuwa nazo na hukuweza kuzipika kwa sababu muda chakula kimeisha, muda umeenda. Kwa ya, hizo ni ndo kama changamoto. So ikitokea ni swala la kuelewesha wateja kwamba jamani, ndo hivyo leo, changamoto zilikuwepo kuni, ni maji afu kuna changamoto tena ya maji. Uh, humu katikati maji, kama zone yetu hapa, maji yana karibia miezi mitatu hayaji, hayaji. Ya, yani hayatoki kama ilivyo desturi asubuhi, uh, mada ya, ya mchana na jioni mm -hmm. tulikuwa na desturi hiyo kwamba maji yanatoka, maji yanakuja mara tatu, lakini sasa hivi inaweza kumaliza hata wiki mbili, wiki hamuoni maji yeah. mm -hmm. kwa hiyo huko katikati kuyachota, afanye hizo nguvu zote mm -hmm. ni changamoto kubwa. Kwa hiyo una mnakuwa mnayapata mnayapata wapi maji yeah, uh, tunahangaika na kuchota kwa tololi, tunaenda mm -hmm. ambapo labda siku hiyo wameachia maji yanatolewa kwa migao Leo wamewapa zone hii, so unatingana na zone ambayo siku hiyo imepewa. mm -hmm. naenda na chota, so muda mwingine hampati maji ya kutosha. kazi zetu hapo kama unavyoona, so tunahangaika, tuna balance hivyo hivyo yeah. Lakini bado kuna changamoto yeah. Sawa so, mm. so, ikitokea <clears throat> Umepika chakula chako kama ulivyosema, umepika chakula chako mapema mm. sana kimeiva, mm. wateja wamekuwa wengi sana kuliko chakula okay. Alafu kuna wale wateja wako sasa mm. ambao umeshazoea hapa wajafika, na wakifika mm. uwakika okay. Ndo wamefika wamekuta chakula kimeisha okay. Unawasaidiaje? So tuna desturi ya kupika vitu vya fast Yani, kama labda wateja wetu wanahitaji nyama, lakini unatafuta vitu vingine kama mboga fulani hivi ambazo zitakuwa faster kuiva mm -hmm. Unaambia, jamani, nyama zimetuishia, lakini tuna samaki fulani hivi amazing wamepikwa vizuri kitaalam mm -hmm. So wanaweza wakatumia hata hizo kwa uh, wa, wa, wa, wa, wa, kufidia, kufidia ile, yes, yeah. kama umetaka nyama yeah, kufidia. Yeah, yeah. Mm -hmm. kwa kisha fidia hapo wanaridhika. Hakika huduma zetu hazijawahi kufaili. Tuna huduma za kitaalamu hapa, kama nilivyokuambia, nipo shule, nilipita shule. Kwa hiyo nikitengeneza kitu lazima useme wao wow. wow. Yeah. Yeah. Oh, kama ulisikia wimbo wetu, kama unavyoona menyu yetu hapa, hapa, uh, chakula chenye bei hapa ni mbuzi mm. mbuzi mm. tunakuwa tunamchoma mzima mzima, okay. Yeah, so o, ana, anaenda mpaka laki tatu mbuzi. Yes. Amechoma kwenye tanuri mzima mzima. Mm. So laki tatu, laki tatu na nusu, nimesema chakula cha bei kali kuliko zote uh-huh, ndo hicho. So tunamchoma kwenye tanuri na tunamleta mzima mzima mbele ya wateja wetu wanajikatia wenyewe kwa mm, hiyo -hmm, hiyo ni tumeshapata hiyo oda mara mbili tu. Namna shirika fulani lilikuwa na Uh, pa uh -huh, wakasema na sisi tunamla mbuzi mzima, mzima mzima so, hmm, tunimtengeneza kitaalam na kipindi fulani uh, watu wa humu walichangia semana sisi tunampiga huyo so, tumesha tumeshapata oda mara mbili tokea tuanze. Hao ndo hicho ndo chakula chenye. yes, yes, okay. yeah, yeah, kingine cha chini hapo uh, <coughs> hapa ukiangalia tena kuna uh, nikitoka kwenye mbuzi inaweza ikafata hii chicken Okay, yani kuku, kuku. Uh, na kuku oh, si bei ghali sana hapana, ni bei ya kawaida uh, chicken with curry ndo inabeba mpaka elfu arobaini kwa hiyo ni bei ya kawaida tu, watu waga wanampiga wengi sana yeah. Uh, kuna Jewish Chef's chicken yani chicken ndo inakuja na bei kitoka mbuzi inakuja hiyo ikitokea tuna wakufunzi mm -hmm. Wakufunzi wapo, uh, ma chef tunamuunganisha nao tu wanamfundisha. mm -hmm. Uh, kwa sababu mi nakuaga bize, ila anaweza huyo mkufunzi akimfundisha anakuja kupata training hapa, yani zile mm -hmm. zile practices anazifanya hapa zile, uh, zile Yeah, tuna wanafunzi hapa ambao wamemaliza baadaye wakaja kupata hizo training. Tunawapa huo muda ya wanaweka wana practices hapo mm. Na, yes. Kuna kuna namna kuna watu nadhani kwamba kuna hata ukisema kwamba mwalimu anasomea ualimu mm. Anatamani haji kuwa mwalimu. Okay. Sasa, wewe ulisomea ulitamani uje uli uli kuwa uli unavifanya aidha uli ulisomea unatamani uli uje ufundishane? Mimi nilisoma ili nije nifanye mwenyewe, aidha uh -huh. Uh, nifanye kwenye hoteli za wengine sawa, uh -huh. Lakini hapa tunaga hoteli kubwa ambazo zina hizi services uh, mbali na hizi restaurant ndogo ndogo kubwa, so sisi tuna kauli mbiu kwamba uh, Uh, Waingereza ndo walisema if you can't do great things do small things in a great way. So unaweza ukafanya kama huwezi kufanya mambo makubwa mm, unaweza ukafanya mambo madogo, madogo kwa ukubwa. Okay. Kwa hiyo sisi ndo tunafanya uh, hoteli yetu ama restaurant yetu inaonekana ni kubwa kwa sababu tunafanya mambo madogo ukubwa. So ukiangalia wengine uh, wakienda kuhudumia uh, chakula mm, wanapeleka sahani hivi, lakini sisi tunaweka kwenye kwenye ile plate plateau tuseme hivyo, lakini wengine havyo. Ukiangalia meza ni za kawaida, lakini sisi tunatafua meza ya mduara, meza kali, unaona bwana, hizi mm, glass wengine hawana? Eh, lakini sisi tunazo, so tunajaribu kufanya mambo madogo kwa ukubwa mm -hmm. <laughs> yes. Kwa hiyo unaishi kitu gani ambacho kina utofauti hapa kwenye kwa kwa kwa hoteli yako? yeah, utofauti ni hilo nilolisema mm -hmm. sisi tunafanya mambo kwa ukubwa madogo kwa ukubwa mm -hmm. yeah. na huduma pia hivyo hivyo. Yes, na huduma yetu ni ndogo, ila tunaifanya kwa ukubwa mm. yeah, kwa hiyo yeye anaifanya mambo makubwa kwa udogo na sisi tunaifanya mambo madogo kwa ukubwa, ni sawa sawa tu mm -hmm. eh, kwa hiyo haututishi wewe ni hoteli nyota tano tuko vilevile, yeah. Kwa sababu kikombo ulicho nacho kitumia ni hiki na sisi tunakitumia koje smana jiko za kupikia okay. ya, o, hapo mbele nilikuwa natumia gesi mm. Hakika, lakini sasa hivi nimerudi nyuma kidogo kwa sababu ya hii hamahama mm. bado natumia jiko la jiko sanifu, niseme hivyo, zile jiko za kuweka oh, yani zinatumia moto kidogo, mm -hmm. na mkaa, hizo ndo. mm -hmm. yes. so mm -hmm. hizo ndo aina mbili za kupika nizo tunazotumia, lakini mbeleni hapo, mm -hmm. nataka vilevile nitumie gesi kwa sababu gesi inaleta VIP fulani mm -hmm. na inaivisha haraka vitu kama hivyo. Kuna namna usema, bwana, tunatamani <clears throat> tuna, tuna tufanye vitu vya uharaka sana. Okay. Hivi, u, hizo, tuende mfano wa kama gesi okay. hapo kwenye kuni mm. Tuzungumzie na mkaa okay, ili upige bajeti okay, ya mkaa. Unanua huwa mia tano mia tano aidha ni mkaa unanua gunia, aidha kuni unanua kuni kiasi gani oh? ili madi vikabiliane vika na kazi zako yes. Humu humu katikati huwa kuna hawa wa wenzetu wa vijijini mm. Waga wanaleta beskeli ya mkaa na beskeli kuni. ya kuni. So, waga tunanunua hivyo, zikiisha ndo unawapigia, hata unawapa taarifa mapema jamani, na mimi na kuni zangu zimebakiza kama siku tatu, kwa hiyo naomba mzigo mwingine, wanakuletea nawapa kesh, na hata mkani hivyo hivyo yeah. Yeah. Faida, sahi, hii kazi yako ikoje? O, faida uh, ni kawaida ni western kwa sababu uh, mimi nikinunua kilo uh, kwa mfano nifanye ni, ni western wa Kilo tatu yeah. Uh, najaza hotpot hiyo moja, mm. ambayo kwa Western ina elfu uh, ishirini na mbili na tatu mpaka na nne, hotpot moja yes. So faida ipo ndefu, lakini mm. sasa kuja kukava zile gharama mm -hmm. asara niseme hivyo, uh, za kuni, mkaa Uh, mda mwingine sukari arama dikodiko yeah, fani yeah, hivi so unajikuta, uh, labda kwa siku haukosi hata elfu kumi elfu ishirini jumla umetoa gharama ya kila kitu yes. yes. yeah. wewe unabaki elfu kumi <coughs> yeah. mm. kwa sababu kilipa wa watu waliofanya na ukazi ni na nini mm. elfu kumi haukosi na hiyo ni ndefu kihesabu mwezi. Una Una yes, yeah. Sa, hivi yes. yangu. Ukiangalia hizi meza mimi nilianza si kwanza navyo, hivi vikombe hizi glass unazoziona kali kali si kwanza nazo mm -hmm. uh, s si na so, mm -hmm. uh, mm -hmm. uh, mavazi mm -hmm. yani, uh, kula vitu gani, yani, hapa kuna maboresho fulani fulani ambayo yametokana na hii kazi mm -hmm. Kwa hiyo uh, nilishapiga hatua ukiangalia vile nilivyoanza na nilipofikia, kuna hatua ya yeah, vifaa nisema hivyo mm -hmm. Na niko popular kwa watu huko katikati wanajua mm -hmm. Kazi zangu wanajua, uwezo wangu so hata kwa kesho ni rahisi kusema hey, I'm a cook na uwezo wa kupika na uwezo wa kufanya hiki na kile mm -hmm. Na tunakuwa na party organization, tuna uwezo wa kuorganize party mm -hmm. tu, wakitukodi tunaweza kukodi sherehe Uh, sio kuhudumia tu, yani sherehe yote sisi tunaambia wana sherehe wewe unatupa laki tatu. hmm. sisi tunaibeba kila kitu mzee, wewe unatambia bana, sisi watu kadhaa ararara, tunapiga mahesabu, tunakupa bei, ukirizia tunaibeba. Kwa hiyo yes, tushafanya mara kadhaa kwa watu washatuelewa. <coughs> ni moja ya hatua ambazo tuko tunazipiga mm. kwao kuna kujitangaza na hatua kimaendeleo tu tumeshaziona ziona mm. yeah, tuko tunaenda. Nazungumzia ushauri kutoka nje ya nchi, aidha kwenda mkoa mwingine kwa ajili ya kazi yako uh, uh, hilo uh, kwa utaratibu uliopo hapa mm. hilo haliwezekani. Haliwezekani. Yeah, yeah, lakini humu katikati humu unahusiwa kufanya mm. lakini nje hapana, kutoka kwa sababu huwa utaratibu kambini haupo, na bana lakini tungelikuwa tuna, tuna, tuna hizo invitations nyingi mm. tu tushali kwa sehemu nyingi, lakini uh, tukijaribu haiwezekani kwa sababu utaratibu hawaruhusu um, kufanya nao kazi za humu ni sawa, lakini nje haiwezekani, kwa sababu ndio utaratibu wa serikali kwa wakambi, yes. Kwa hiyo utaratibu ni uko hivyo na haubadiliki, lakini kukiwa na vitu vingine, niwahi kupewa vibali vya kwenda kwa issue zingine, kwa mfano umeenda kwa ajili ya ugonjwa, umeenda kwa ajili ya vitu vingine ambavyo vina vibali maalum. Tukikosa nini hoteli kwetu bana, unaona kabisa leo mm. Leo kazi hamna. Ni yani kitu gani kikikosa hapa kuni, kuni mkaa vikikosekana, kazi hamna mm. Maji yakikosekana, kazi hamna. So bidhaa za kununua zinaweza zikakosekana, ukaenda ukanunua hata muda wowote mm. Lakini kuni uh, mkaa, maji, hizo ni injini.